Simu mahiri na mitandao ya kijamii ziko kila mahali katika ulimwengu wa leo. Zinaweza kuwa za muhimu katika maisha yetu ya kila siku, lakini pia zinaweza kuleta changamoto na suala kwa watoto wetu kuzitumia. Kama wazazi, tunawezaje kuwasaidia watoto wetu kutumia nafasi hizi za kidijitali kwa usalama? Hapa kuna vidokezo vitano. Kidokezo cha kwanza: anza na kusudi. Kabla ya kumpa mtoto wako simu, jiulize kwa nini anahitaji simu rahisi bila ufikiaji wa mitandao ni mahali pazuri pa kuanzia. Ikiwa ni kwa mawasiliano tu, unaweza kutambulisha vipengele zaidi kadri wanavyokuwa na kudhibiti uwajibikaji. Kidokezo cha pili: weka mipaka iliyo wazi. Unda sheria kuhusu matumizi ya simu. Amua ni lini na wapi simu zinaweza kutumika, kwa mfano, hutotumia simu wakati wa chakula au chumbani usiku. Weka vikomo vya muda wa kutumia kifaa au uanzishe maeneo yasiyo na teknolojia ili kuhimiza mazoea yenye afya na wakati wa familia. Kidokezo cha tatu: jadili hatari za mitandao ya kijamii. Kuwa na mazungumzo ya wazi kuhusu athari za mitandao ya kijamii. Ongea kuhusu jinsi inaweza kuongeza wasiwasi, huzuni na matatizo ya usingizi. Msaidie mtoto wako kuelewa shinikizo za kulinganisha na asiri ya uraibu ya mifumo hii. Kidokezo cha nne: endelea kushikamana. Wasiliana na mtoto wako mara kwa mara kuhusu matumizi yake ya mtandaoni. Muuliza kile wanachofurahia, kinachowasumbua, na jinsi wanavyohisi. Wajulishe kuwa upo kusikiliza bila kuhukumu. Kidokezo cha tano: kuwa mfano wa kuigwa. Watoto wako hujifunzwa kwa kutazama. Kuwa mwangalifu na matumizi yako ya simu na uweke sheria za familia za nyakati za bila simu, kama vile wakati wa chakula au matembezi. Kuiga tabia za teknolojia zenye afya ni muhimu kwa watoto. Unaweza kumsaidia mtoto wako kusafiri kwa usalama ulimwengu wa kidijitali kwa kuweka mipaka na kuendelea kuhusika.